na shughuli ya kuwachagua vijana zaidi ya laki moja unusu watakaopewa shilingi elfu hamsini za kuanzisha biashara ndogo nchini chini ya hazina ya Nyota itaendelea katika kaunti ya Taita Taveta Jumatatu wiki ijayo huku zoezi hilo likikamilika katika kaunti zingine 46. Naam, zaidi ya watu milioni mbili waliomba nafasi za kusajiliwa mitandaoni huku zaidi ya laki nane wakiteuliwa kushiriki zoezi la kuthibitisha usajili wao. Naam, Setho Lale anaangazia kwa kina hazina hiyo ya Nyota. Asaine, mkazi wa Kajiado ambaye alikatiza masomo yake akiwa kidato cha tatu kutokana na changamoto za fedha, anamhudumia mteja wake kwa kumwekea kengele ya mlango ni shughuli ambayo amejifunza ili kupata riziki baada ya kukosa ajira kutokana na ukosefu wa stakabadhi muhimu kama vile vyeti vya elimu. Kwa sababu nilikuwa na 50000 naweza tengeneza bidhaa tano ya hii artificial dog, moja cost of production ni 10000, so nikipata hizo bidhaa tano ndauzia watu watano, na nauza 15000 kila mmoja, so naweza pata 75000 Hazina ya Nyota chini ya wizara ya biashara ndogo na wastani inawalenga watu laki nane na ishirini wenye kati ya umri wa miaka 18 na 29. Miongoni mwa watu hao laki moja unusu watateuliwa kutoka wadi 1450 ili kupata mafunzo na shilingi elfu hamsini za kuanzisha biashara. Ni watu sabini kutoka kila wadi ndiyo watakaohusishwa katika hazina hii. Aidha, watu elfu tisini walio na ujuzi wa jua kali watapewa shilingi elfu saba kila mwezi kwa muda wa miaka tano. Watu laki sita waliosalia watapewa mafunzo maalum ya kupata ajira na biashara katika serikali kuu na zile za kaunti. Zoezi la kudhibitisha usajili litabaini iwapo anayetaka kuhusishwa kwenye hazina ya Nyota ana umri kati ya miaka 18 na 29, amekamilisha kidato cha nne, hajaajiriwa, hajafaidika kupitia mradi wa kitaifa wa ajira na amefanya mtihani maalum wa usajili, yaani EAT. Disbursement will not be the, the nationwide disbursement. But it will be dependent on the readiness of a cluster. We can only disburse after the training has taken place. Seth Olale, runinga ya Citizen.